Ndugu mwenyekiti wa chama chetu na rais uliyepata ridhaa ya haki ya wananchi wa Zanzibar, si ya wizi, si ya chori chori, Mheshimiwa Othman Masoud Othman, ndugu mwenyekiti wa chama mkoa wa Magharibi B Unguja, mwenyeji wetu na kupitia kwake wenye viti wote wa mikoa mengine sita ya kichama hapa Unguja, mwenyekiti mstaafu wa chama chetu na alama ya harakati babu Juma Duni Haji Ndugu naibu katibu mkuu wa chama chetu, mheshimiwa Omar Ali Shehe, naibu katibu mkuu mstaafu wa chama chetu, mheshimiwa Nasor Ahmed Mazrui, mlezi wa mwenyekiti wetu, kazi yake ilishaelezwa na naibu katibu mkuu sasa ikurejea hapa Mama Zainab Kombo Shaibu, mpigieni makofi kwa wingi sana. Mama zetu wapenzi ambao nao ni alama ya harakati zetu, Mama Awena Sinani, naomba mumpigie makofi mengi sana. Bado hayajatosha, bado hayajatosha. Na mama Zainab Ali Haji Pandu, makofi kwa wingi kwake. Wajumbe wa bodi ya wadhamin, namwona hapa madamu Thuwaiba, tena leo mlinzi wangu hapa na ndugu yangu Edi Kalipso, wajumbe wa kamati kuu na halmashauri kuu, naomba kwa sababu ya muda mkubali nyote tumewakutambueni. Wajumbe wa baraza la wawakilishi na wabunge wale waliotangazwa na wale waliodhulumiwa lakini wamepata ridhaa ya umma, wapigeni makofi kwa wingi mundani. Na vile vile madiwani wetu waliopata ridhaa ya umma, wapigeni makofi kwa wingi. Viongozi wengine wote wa chama wa ngazi za mikoa, majimbo na matawi na ngome zake na wote wengine mlihudhuria, hata wale waliopenya, hata kama hawakualikwa shughuli ya umma leo, yote ni mapenzi kwa chama chetu, au sio? Assalamu alaykum wa rahmatullah, ndugu zangu, nianze kwa kumshukuru Allah subhanahu wataala, mola wetu mtukufu ambaye siku ya leo katuamsha tena tukiwa hai na wazima wa afya, tukiwa na furaha, tukatoka tulikotoka, tumekusanyika hapa katika ukumbi wa Majid Hall. Tunasema alhamdulillahi rabbil alamin, tuseme kwa pamoja <laughs> sala na salamu za Mola wetu karimu zende kwa wake Hashimu, mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam, na kwa baraka za mtume wetu mbora wa viumbe kiongozi wa umma. Mwenyezi Mungu atufanikishie shughuli yetu, ayafanikishe na mambo yetu. Ndugu mwenyekiti na wajumbe wa kikao hiki kama nilivyofanya Pemba, sikusudii hasa kuhutubia ile ya kawaida, mina machache, halafu nimpe nafasi mwenyekiti azungumze, kama ambavyo alifanya kwengine tulikopita. Langu mimi la kwanza ni kukushukuruni nyote kwa jinsi ambavyo mmeonesha ari na dhamira ya tunachokipigania hapa. Leo ukumbi umefurika ndani na nje, hakuna aliyepelekewa nauli wala aliyepelekewa usafiri mmekuja wenyewe kwa sababu mnaliamini ambalo tunalipigania, tunalipambania. Mwenyekiti, hii ni dalili na ithibati kwamba una jeshi imara nyuma yako, haliko kwa ajili ya maslahi, na ndio maana wanatoa chao wenyewe wanakuja katika shughuli kwa sababu tunaamini tunakuja kwenye jambo letu, ama sivyo, yeah. Kwa hivyo nawashukuru, lakini mwenyekiti ataifanya pia kazi hiyo kwa ufasaha mkubwa, na nasema tunafanya hivi kwa sababu tunaenzi, tuna enzi kazi, jasho na damu waliolitoa waasisi wa harakati hizi wakiongozwa na shujaa wetu almarhum Maalim Seif Sharif Hamad, Mwenyezi Mungu alitie nuru kabri lake, amjalie malaika wema wawe ndio wazungumzaji wake, na amwingize katika pepo ya Firdaus ya Rabbal Alamin, yeye na wenzake wote waliotangulia. Hii ni muhimu tusilisahau kila wakati na tukumbushane kila wakati. Wengine huwa wanaudhika sana mpaka wanashindwa kuvizuia vifua vyao, hutamka hasa kwamba hebu mwacheni Maalim Seif apumzike, fanyeni yenu, yetu sisi ni ya Maalim Seif na tunaamin, na Mwenyezi Mungu atajalia iwe hivyo, kapumzika, kwa sababu yeye hakudhulumu mtu kama mnavyodhulumu nyinyi. mm -hmm. Badala yake kabeba subra na machungu ya umma kwa miaka zaidi ya arobaini. Kwa hivyo tunaamin Mwenyezi Mungu kwaliko na inshaallah, tunamwomba iwe hivyo, kampa pumziko baada ya kazi kubwa aliyoifanya. Wanasema watu wa ajabu nyinyi, mnaona uchungu wa nini? <tos> <tos> sisi kumtaja Maalim Seif, nyiye simna Nyerere wenu? Na sisi wanapokutana wakamkumbuka wakamtaja kutwa kucha Nyerere, kuna anayeudhika miongoni mwetu sisi? Sasa yepi tena nyie, tukimtaja mpenzi wetu hasa danam, akiwaumiza alipokuwa hai, anawaumiza mpaka leo. Hayupo, lakini roho yake ipo, naamini hata majidhol, roho yake tunayo pamoja katika harakati hizi kwa hivyo nachosema, muhimu sana, hili tulikumbuke kila wakati, na tukimwona mwenzetu atetereka, tumkumbushe hilo kwamba sisi hatumo kwenye harakati hizi kutafutiana ulwa, hatumo kwenye harakati hizi kutafutia mtu kijio. Hayo ni sababu, tuna matokeo na ni jumla ya utaratibu lakini tunalotafuta sisi ni mamlaka ya nchi yetu, na inshaallah Mwenyezi Mungu atayaleta mamlaka ya Zanzibar katika nchi. Hilo la kwanza. La pili, pametajwa hapa na Mheshimiwa Omar Ali Shehe, naibu katibu mkuu, kwamba chama kimeimarika zaidi katika miezi mitatu hii, najua pamoja na harakati tunazozifanya, lakini pia ilikuwa nyoyo, roho, akili zote zinasubiri nini kitatokea. Mwenyekiti atalieleza hilo kwa hatua ya sasa, lakini mimi kama makamu mwenyekiti kwa upande wa Zanzibar, wito wangu tunakwenda kuufunga mwezi wa Ramadhani inshallah. Mwenyezi Mungu ajalie tufunge kwa salama, ajalie atupe utulivu wa kufanya ibada. Ibada ni muda wote, lakini hasa tumewekewa mwezi wa Ramadhani kama ni chuo cha refresher course, kila mwaka kujikumbusha tena <clears throat> na kuzijenga imani zetu. tukimaliza hapa inshaallah kazi yetu iwe ni moja tu, kila mmoja pale alipo kuhakikisha taasisi hii ambayo ndio tegemeo pekee lobakia la Zanzibar na Wazanzibari inasimama imara kuliko ilivyo sasa, kwa maana ya vikao vya chama. Usipokuwa na ofisi tupate ofisi za chama, tena ofisi za viwango. Na Pemba hilo wametuonesha. Juzi mimi nilialikwa kwenda kufungua barza tu, ilikuwa balaa Wingwi Njuguni. Siku ya pili yake mwenyekiti akaalikwa ya kwenda kuweka jiwe la msingi hiyo Wingwi hiyo Wingwi mapofu la tawi balaa, jana jana. Na kwa hivyo nasema sasa, na sisi sasa tuamke na ari mpya, tukishamaliza Ramadhani na sikuku yake kazi na bila shaka sekretariati imeshafanya program, na sisi tupo, tutasimamia ili kukuongozeni, kuhakikisha kwamba jahazi hili, chombo hichi kinachotegemewa na Wazanzibari kinasimama imara, hadi bendera ya Zanzibar ikapepee tena Umoja wa Mataifa. <coughs> Natumai hilo mmenifahamu, na tutafanya kazi kwa pamoja. Moja ambalo mimi na mwenyekiti tumeliamua kwamba tunataka kumbi zetu za viwango vya kimataifa zetu wenyewe za chama Unguja na Pemba <laughs> tutazijenga sisi pamoja, kila mwenye tofali, atakaeleta msumari, atakaeleta mbao, atakaeleta bati, atakaeleta chochote, kazi yetu tujenge ofisi zetu na kumbi za chama Unguja na Pemba, mbali ya mengine ambayo programu za chama zitatuelekeza. La tatu, ndugu zangu, la tatu ni kuombeni sana, najua tunafanya tumwombee sana dua hazina yetu Othman Masud

hapa tumepata kiongozi wa kweli kweli. Tumshukuru Mwenyezi Mungu sana, alhamdulillah. Chombo kimetulia, hawamkioni? Chombo kimetulia, hawamkioni? Chombo kimetulia, hawamkioni? kwa sababu kina nahodha mahiri na imara, Othman Masud Othman. Mimi naona fahari kufanya kazi chini ya jamadari huyu. Mwenyezi Mungu katuondoshea Maalim Sef, katuwekea Othman Masud Othman, anapita mle mle, viatu vimeenea sawa sawa miguuni, na mtaona atapokuja kueleza hayo ambayo amekuja kuyaeleza lakini nilisema Pemba, tuna staajabu nini katika hilo? Huyu mtu liwahi kusema na tutarejea, kama ya wana wauma waumie. Hasa huyu mtu si kama wao wa kuokotana okotana huko wakapangana pangana, pangana. Huyu kathibitika kilimwengu, Liwatajia sana shirika la Umoja wa Mataifa, World Intellectual Property Organization. Shirika la haki miliki duniani la Umoja wa Mataifa linaongozwa na kamati ya watu saba tu duniani, kila bara zima linatoa mtu huyu mmoja. Afrika wamegombea, sio ya kupeana unagombea, unatiwa kwenye chungio, unachekechwa na wenzako, unafanyiwa interview halafu jopo likuthibitisha. Afrika nafasi ya uwakilishi wake imegombewa na watu mia na ishirini na nane. Aliyeibuka top ni mtoto wa Pandani, mtoto wa Zanzibar, Othman Masud Othman. Sasa wewe una kifaa kama hicho, una wasiwasi -wasi. Una wasiwasi ikiwa kaiporomosha Afrika nzima, watamshinda hawa. Na ndio maana kwenye uchaguzi kazi mliona au usio, wakifungua sanduku huko Osman, Osman, Osman, Osman. Mm, kwa hivyo wanachosema tumshukuru sana Mwenyezi Mungu kwa kutupa kiongozi kama huyu. Tumwombee sana dua, na mwezi unakuja kuomba, tumwombee sana Mwenyezi Mungu amwongezee ujasiri, amwongezee elimu na maarifa, amwongezee hekima na busara, sisi tuendelee kuchota na kufaidika na neema ambayo Mwenyezi Mungu katupa. Sasa tulimpeleka, tulimpeleka akafanye kazi yetu na tulipompeleka yeye mwenyewe aliamua, lakini na chama kikampa ridhaa, alisema katika nyoti, nataka kazi hii niambatane na mzee mwenye historia mwenye kumbukumbu kumbu na uzoefu, babu Juma Duni awe ndio mwega wangu. Nampigieni sana Babdu, nikafanya kazi kubwa sana ya kumwunga mkono <laughs> la, sasa hili nilikuwa nalisema Pemba na hapa nairejea. Hili fundisho liwe kwenu huko, sionyie huko, kwa sababu palisemwa maneno mengi sana mwaka juzi hapa, wakakaa kama afisi anayengoja mkono uanguke hawajui kutikatika, mkono ndo pozi zake. <laughs> Wakajaribu kutaka kuleta sumu ya unguja na pemba, wakataka kuleta choko choko. Leo wanaona kwenye kuamua hatima ya Zanzibar, jahazi la ACT Wazalendo limepeleka Othman Masoud Othman na Babu Dumaduni bega kwa bega. <laughs> Mpigieni makofi Babduni! Mpigeni tena makofi Babu Duni. Babu tuna, kwa niaba ya chama tunakushukuru sana juu ya hali yako kwa kazi kubwa uliyoifanya, na umeingia katika historia kwa mara nyingine tena, litapoandikwa hili, haliwezi kuachwa jina la Babu Juma Duni Haji. lakini mbali ya hiyo timu watu wawili waliokuwa wanakwenda huko. Kukuonesheni umahiri wa mwenyekiti wetu na anavyojitambua akasema, hili jambo la watu jambo la watu haiwezekani, kila akienda akarudi kasema ndio tukutane majidi hoapa, lakini kwa niaba yenu nyote Unguja na Pemba akasema nataka timu ambayo nikenda tukirudi niwape taarifa, halafu tushauriane pamoja, mambo ya watu. Ndio kazi hii ikafanyika, ilianza tarehe nane Novemba, tulikuwa Pemba, mnakumbuka, mheshimiwa Uthman akaitwa akaja asubuhi, akarudi jioni Pemba kwa. na mengine hataeleza yeye mwenyewe, na nataka kulisema mimi kwa niaba ya chama. Akasema nipeni timu na nanaam, tukampa timu. Timu ukimwondoae na Babduli, tukampa timu ya watu wa nane. Nataka kuwajua au inatosha? wa <coughs> <Awi natosha? tos> kwanza kabisa, Simba Mansur Yusuf Himidi <coughs> leo hayuko hapa, yuko safarini nje ya nchi lakini kashiriki kikamilifu kigogo, hebu eh? Yeah. Mwongezeni makofi basi tena yeah. Wa pili naibu katibu mkuu wa chama chuma cha pua Omar Ali Shehe. Yeah. Watatu, setunawafundisha sana hawa wajifunze kweli. Watatu, Naibu katibu mkuu mstaafu Mheshimiwa Nasor Ahmed Mazrui. Wanne, anayewachanganya akawachachafya huko, mwanasheria mkuu wa chama Mheshimiwa Omar Said Shabani. Wangapi huyo? Watano. Abalao asipokuwepo ye mambo haya nogi, katibu wa habari na uwenezi mjomba mie kwangu si mjomba, nye, mjomba inu nye. Lakini nampa heshima yake mheshimiwa Salim Abdallah Rashid Bimani <inaudible> wangapi huyo <uyo? inaudible> watano, eh wasita wa sita. Mambo haya hayawezi kutimia kama hapana uwakilishi wa wanawake, katibu wa ngome ya wanawake na mjumbe wa kamati kuu, mheshimiwa fatma Abdul Habib Fereji. <laughs> wa saba, mjumbe wa kamati ya uongozi na mnadhimu mkuu wa wakilishi wetu, Profesa Omar Faki Hamad. Wangapi huyo? Na wanane, mdogo wao eh, hajui chochote, lakini lazima wemo kundini, anaitwa Ismail Jussa. Hiyo ndio timu ya wanane, watu wanane wakishirikiana au wakiwashauri mwenyekiti Babduni wakatufikisha hapa ambapo inshallah tutafika. Sasa nimalize ili nimwite mwenyekiti, mesema kazi kubwa mwenyekiti na timu kwanza, ile Babduni na timu iliyokuwa ikimshauri imefanya Najua tumekuja na hamasa kubwa sana na hamu kubwa sana lakini, moja, namsaidia kabisa mwenyekiti wangu kwamba kabla hajaja kuzungumza kwamba masuala ya mazungumzo yana maadili yake, yana kunga zake yana nidhamu zake yana utaratibu wake na pia yana ustaarabu wake. Babu kawaeleza kwamba sisi upande wetu tumemaliza, wamewachia upande wa pili. Kwa hivyo madamu halijafungwa rasmi, kunga zake zinazuia kuyamwaga yote hadharani Mesema nyungu imeshapambiwa na harufu mnaisikia, lakini yale yote kwa jumla yake itabidi tusubiri mpaka nyungu ipakuliwe. Lakini mwenyekiti kwa mapenzi yake na hili tuseme, kwa kukubaliana na upande mwingine, kwamba sisi kama upande ambao ndio tumebeba maumivu hatuwezi kuwaacha watu wetu wakaingia mwezi wa Ramadhani bila ya kujua kilichoendelea. Kwa hivyo, atawaeleza atawaeleza kikubwa kile ambacho walituambia. Mnakumbuka ukumbi huu huu na katika kumbi nyingine kwamba haendi yeye kupigania vyeo. Mnakumbuka nilianza nikazungumza habari ya Maalim Seif na mafunzo yake. Hatuendi kuzungumza kuingia au kutokuingia, anakwenda kuzungumza misingi ya nchi na uwajibikaji wake. Kwa hivyo ndugu zangu, baada ya kusema hayo, kazi gani wamefanya kwa sasa anaweza akaeleza vipi? Naomba yale atakayotueleza tuyapokee, hayo kama alivyopokelewa kwa furaha Pemba, naamini atapokelewa kwa furaha hapa Unguja. lakini yale mambo yote kwa ukamilifu wake atakuja kuyafungua pale nyungu itapoipuliwa ikapakuliwa, sinia zikatandazwa, kila mmoja akala shibe yake insha Allah. Kwa hiyo, naomba katika hilo tumridhie mwenyekiti na tumkubalie kwa kile ambacho atakifikisha leo, kwa sababu ya zile kunga ambazo nimezisema. Sawasawa, sawa. Tuko pamoja katika hilo. Waliokuwa tayari katika hilo wanaunga mkono, mkono juu.